Karibu tena. Asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Dhulma dhidi ya mtoto wa kike kupitia ukeketaji inaendelea katika kaunti ya Marsabit, huku ukosefu wa elimu ukichangia kuongezeka kwa idadi ya wasichana wanaokeketwa kwa sababu ya mila potovu. Viongozi wa siasa, viongozi wa dini na wazee wa jamii wametakiwa kuwa katika mstari wa mbele kukomesha dhuluma hizo, na kuna mboma zingine ambayo wakinamama wanaongoza boma FGM, as a passionate campaigner and a survivor of FGM we were able to reduce FGM rate from 94% to 60%.

kwa sababu hapo hawali mbeleni, wazee wetu hata hawataka kusikia tukikuja miti kama hii, wazee wanaanza kupiga kelele na kusema wanawake wanakuja kuleta kitu mbaya ambaye haistahili ndani ya jamii, lakini saa hizi hata hawa wameingia ndani na wameitikia, na tunaona ni kitu ambaye itazaa matunda mzuri.